Hey mambo vipi? Karibu sana katika video hii ya leo, tutakwenda kujifunza namna gani ya kutumia Google Meet kuweza kutengeneza Google Meet na kuweza kujoin vile vile. Kama kuna Google Meet ambayo umealikwa basi utaweza kuingia na kuweza kuona kile ambacho kinaendelea. E, kama unahitaji kuweza kuweka video conferencing unaweza kutumia hii Application ya Google Meet kuweza kufanya hivyo. So ni rahisi sana . Fungua browser yako ambayo unaitumia, unaweza kutumia browser yako tu, haikuhitaji hata kuwa na application lakini pia zipo application ambazo unaweza kuzidownload katika simu yako na ukaweza kufungua Google Meet. So baada ya kufungua browser yako hakikisha lakini tayari upo na Gmail account, tayari una email. Okay, kwa, kama browser yako tayari iko connected na email kama hii ya kwangu hapo utakuja katika hizi doti doti sita hapa iliyotengeneza square utaklik, zitakuja app mbali mbali za Google. Miongoni mwa app hizi kuna app ya meet hii hapa, utaklik na itaweza kufunguka. Hii ndio Google Meet ambayo tunaiongelea. So ukiangalia hapa ilipofungukia kuna vitu kadhaa. Kwa hiyo utaangalia kama unahitaji ku set meetings, unaweza ku create hapa kwa ku click new meeting, ama kama kuna meet ambayo umealikwa ujoin na tayari kuna kodi umepatiwa ya hiyo meeting au linki, basi unaweza kuipaste hapa na ukaweza kujoin. Lakini sisi tutaanza kwa kuweza kutengeneza new meeting, sisi ndio ambao tuta host na tutaweza kuwatumia wengine linki waweze wa kujoin. So ukiangalia kuna maelezo ambayo yanakuelezea Google Meet inafanya vipi kazi: Get a link that you can share. Click new meeting to get link that you can send to the other people you want to meet with. Wewe unahitaji kuweza kukutana na watu, unaweza kutumia Google Meet, ukatengeneza, ukashare hiyo linki. Lakini vile vile plan ahead unaweza kuschedule, pengine unahitaji kukutana na wanafunzi wako katika Google Meet, utatengeneza eh, hiyo meeting na utaweza kuschedule pengine baada ya wiki moja ndio unahitaji hiyo session iweze kutokea, unaweza kuset na ukaweza kushare nao ile invitation wataweza kuparticipate. Lakini pia your meeting is safe unaambiwa na Google, eh haitoweza kuingia mtu ambaye hauhitaji kuweza aingie. Unaweza kufunga option hiyo, hata akipata linki lazima uweze kumwaccept ili aweze kujoin. Unaweza kufanya hivyo, lakini pia unaweza kuweka linki ikawa free tu, kila mtu ana uwezo wa kujoin. So wacha tuweze kutengeneza new meeting kwa mara ya kwanza, tusiongee sana. Ukiangalia hapa, kuna kuna meetings, kuna calls kama unahitaji kuschedule kwa baadaye, kama unasubiri baada ya masaa mawili matatu, ndipo ambapo ukutane nao watu wako watakuwa tayari wameshatulia, ama unahitaji kuanzisha hapo hapo, start an instant meeting, schedule in Google Calendar, unaweza kuschedule katika Google Calendar na inaweza kukumbusha kwa meeting yako ipo mda fulani utakapofika huo muda, lakini sisi tutakwenda moja kwa moja start an instant meeting, tutakliki hapo. So moja kwa moja itaweza kufunguka hapa, itaweza kutengeneza, na sisi tutakuwa na uwezo wa kushare hii meeting na wale ambao tunahitaji waweze kujoin na sisi, pengine tuna kikao fulani tunahitaji kuweza kudiscuss, kuongea. So ukiangalia hapa, your meeting is ready. Kwa tayari una uwezo wa ku add others. Kama hivi ambavyo unaniona hapa, naonekana kamera yangu ya kompyuta ya hii hapa. So una uwezo wa kuzima hii kamera yako hapa kwa ku click turn off camera, kama hivi ambavyo nimefanya mimi. Unaweza kuzima hii microphone, turn off microphone, isiweze kuchukua kusikilikana kile ambacho nakiongea. Unaweza ku eh, turn on, kufanya ziweze kufanya kazi. Okay, kwa hiyo mimi nitazima kwanza Then hapa katika hii box unaona kuna hii add others, unawezo ku add others. Ukiklik hapa utaweka email ya hao watu ambao unahitaji kuweza kuwa add, lakini kama tayari email zao upo nazo zitakuja, una uwezo hata wa kukliki hapa, unaweza ku add more than one people kwa mara moja, kwa unaweza kuweka email zao pengine unazifahamu, lakini vile vile una uwezo wa kucopy hii linki hapa, ukashare kama kwenye group ya WhatsApp, watu wakawa na uwezo wa kuklik na kujoin. Kwa hiyo mwenyewe, the way, njia ambayo unahisi kwako rahisi na unahitaji kuitumia hiyo, unaweza kufanya hivyo. So wacha mimi ni cancel kwa sasa hapa. Then tayari nipo hapa katika meeting ambayo nimeitengeneza, na sasa hivi ukihitaji kuangalia wale watu ambao wamo humu pa participant, unaweza kuja huko chini utakliki hapa people. Ambao wamo katika hii meeting sasa hivi ni mimi tu mmoja hapa kama hivi ambavyo unaona, ambaye ni host nilioandaa hii meeting. So pia ukikliki hapa katika kuona people, kuna hii add people na uwezo wa kuadi hapa kwa kuandika email ama kwa kusachi, pengine ushawahi kumtumia mtu email na tayari anafahamika litakuja jina lake na email yake utaweza kumadd, so kama hivi ambavyo unaona. Kwa hiyo hapa kuna features mbalimbali mbali, kuna hii e sehemu ya chat with everyone unaweza kuclick ukachat na watu. Nitakufahamisha jinsi ya kum, mtu kuweza kujoin katika hiyo meeting ambao umetengeneza kabla ya kumaliza video hii. So, angalia mwanzo hadi mwisho ili uweze kuona namna gani ya kufanya hivyo na mtu atakapojoin itaonekanaje hii skrini yetu so, unaweza kuchati hapa na uzuri, utakapohover tu kasa yako katika hizi features hizi icon, basi inakuelezea hiyo inafanya kitu gani. Hapa kuna activities, hapa kuna host controls, hapa kuna meeting details ambayo hii inakupatia ile linki ya mtu kuweza kujoin kwa, na uwezo wa kuikopi hapa ukashia katika group za WhatsApp ama ukamtumia yule mtu private katika WhatsApp ama SMS ya kawaida, unaweza kufanya hivyo, na akaklik hiyo linki moja kwa moja akaja kujoin hiyo meeting ambayo umeandaa. Ukiangalia hapo, ukiachilia hii ya kufunga microphone, kuna hii ya video, unawasha kamera iweze kuchukua kuonekana kwa hiyo hata wewe huko ukijoin nikitumia nikikutumia link mfano basi, una uwezo wa kujificha kwa kuzima kamera, au unaweza kuweka kamera mkaweza kuonana mkawa mnaongea huku mnaonana. Kuna hii eh, captions inaweza kukuletea caption hapa, kile ambacho watu wanaongea utaweza kukiona hapa. Lakini pia kuna hii reaction simple tu, imekurahisishia wewe, pengine unataka kwa appreciate kitu ambacho mtu akisema ama nini, unaweza kutumia tu hizi reaction kuna hii present now, una uwezo wa kushare screen yako ya kompyuta, pengine kama mimi nahitaji kukufahamisheni kitu fulani, na uwezo wa kutengeneza hii Google Meet nikashare linki na nyinyi, mkaja mka join, nikawa nafundisha hapa kwa kuonesha screen yangu. Unaona hapo click hii, unaweza kuclick hapa window, ikawa ina uwezo wa kuchukua screenshot ya kompyuta yako, kwa unawafahamishia watu kile ambacho kipo katika kompyuta yako entire screen wakawa na uwezo wa kuona screen nzima. Chrome tab ukawa na uwezo wa kuingia katika tabu yoyote ile, pengine umeshaiweka kwa ajili ya kuwafahamishia kitu au wa watu ambao umakusanya katika hiyo meeting. So unaweza kufanya vitu vyote hivyo. Kama utahitaji kuweza kuona jinsi gani ya kushare screen, naweza nikaja kuonesha baadaye, lakini unaweza kujaribu, haisumbui kwa click hapa present now, kwa click hapa katika window ukachagua window ambayo unahitaji kushare watu waweze kuona. Pengine umeshaandaa PDF ama Word document, kuna maelezo fulani unahitaji kuonesha na kuwafahamisha watu, basi unaweza kuclick window ukachagua hivyo tu, ni rahisi sana. Just uta click share hapa, basi kila mtu atakuwa na uwezo wa kukiona kile ambacho unakipresent katika screen yako, lakini kuna hii raise hand, okay, nzuri sana nao. Pia kuna more options ambao kuna setting mbalimbali, kuna change layout Layout watu wakijoin humu kuna layout ya kila eh, design hapo, unaweza kuchagua unahitaji layout gani? Okay, hizi ni setting ama features za kawaida tu za kuweza kuset mwonekano wa layout yako hiyo, na kuna vitu vingine hapa kadhaa, lakini hivi ambavyo tumeviongelea ndio vya msingi kuweza kuvielewa kwa sasa. Kwa kuanzia, una uwezo wa kucliki hapa kulive call kutoka katika hiyo meeting. So, acha tuweze kuona namna gani ya kuweza kujoin mtu mwingine tumtumie let's say uh, tumuad na yeye aweze kujoin ama tuweze uh, kumtumia link aweze kuclick aweze kujoin. Okay, so utakuja zako huko chini katika people, add people, mimi nitaandika tu email ya huyo mtu ambaye anahitaji kumwad ambaye ni uh, Mohamed Okay, email yake sipo nayo lakini ntaandika tu Muhammed hafidh at gmail dot com ok. Yapa, so nita click hapa kama hivi, yeye ataweza kutumiwa email. Okay, unaweza kumwadi mwingine hapa wote, yeye atakuja kupokea email katika kifaa chake kwa hiyo nategemea huku katika simu yangu, kwa sababu huyo ambaye ana mwadi ni mimi mwenyewe. Hapa nitaweza kupokea e, email hii. Email niliyotumia ni email nyingine okay, so acha tuweze ku send email. Kwa hiyo mimi huku katika simu yangu nitapokea email kutoka katika hii meeting, na mimi nitakuwa na uwezo wa kujoin. Okay, email imefika, hii hapa tafungua, inaonekana hivi. So hapa nina uwezo wa ku click join call Nikiwa katika simu yangu nikiwa na email yangu hii nyingine nikajoin hii call kama hivi ambavyo unaona katika screen yangu. Katika simu yangu hapa kuna vitu kadhaa. Kwanza unaweza kuklik hii ukaruhusu kamera katika uh, simu yako ama unaweza ukazima. Unaweza kuruhusu microphone ama unaweza ukazima, lakini pia una uwezo wa ku share screen, simu yako iko inaonekana katika hiyo meeting lakini vile vile use companion mode, unaweza kufanya hivyo. Uh, sisi wacha tu join tu moja kwa moja, click join na tayari tumejoin, na kama unavyoona sasa hivi inavyoonekana katika kompyuta meeting yetu kuna watu wawili, lakini pia hata katika simu yangu huku kuna uh, watu wawili na okay, katika hii meeting. So na uwezo katika simu yangu nikaweka kamera niweze kuonekana na kama unavyoona tayari kamera nimeiweka iwe on. Okay, sorry. Kamera on, wachaniweke kamera on na tayari unaona naonekana, na katika kompyuta uh, mtu mwingine yule ananiona kama hivi. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutengeneza Google meeting, na watu wakuweza kujoin katika hiyo meeting yako, okay. Unaweza kuzima kamera huku eh. Naweza uka raise hand kaonekana pale, pengine kuna jambo nataka kuchangia eh. Kuna hizi uh, reaction live captions, naweza kuweka hizi setting ama features nilikuonyesha mwanzoni, na huku pia katika au watakaojoin ni hizo hizo ambazo watakutana nazo, watakuwa na uwezo wa kuona watu waliomo people ambao wameparticipate kwa muda huo, wamo katika hiyo meeting So kwa yule ambaye anaongea ataweka microphone on, ataweza kuongea. Wale ambao ha hawaongei kwa muda huo anaweza kuzima microphone ili isiweze kuleta zogo na mwingiliano wa sauti. So unaweza kuweka on kamera, eh, na huku pengine na huyu mtu mwingine akaweka on, mkawa mna uwezo wa kuonana kama hivi. So hii ni kamera ya laptop hii, huku ni kamera ya simu. So hiyo ndio Google Meet kwa urahisi na kwa haraka jinsi ambavyo unaweza kuitumia. Kwa hiyo unaweza ukajaribu kama kuna sehemu utakwama unaweza ukaniambia katika sehemu ya comment ili tu, tuje kufahamishana vizuri zaidi. Lakini kama kuna features ambazo unahitaji kuweza kuielewa zaidi unaweza kunambia pia nikaja kuifahamisha vizuri zaidi. So hapa una uwezo wa ku cancel uka leave hiyo meeting. Kwa mfano mimi na cancel hapa katika simu yangu tayari nimesha leave meeting. Nime left. Okay, so kama hivi kabaki huyu mmoja tu, lakini wangekuwepo wengine wangeonekana hapa. Lakini pia e, unaweza kuunganisha kwa kuweza kushare link, nimekuambia hii hapa, una copy. Kama mimi hapa ningekuwa na uwezo wa kukopi na nikashare na nyinyi katika description, mkiclick mtakuwa mna uwezo wa kujoin katika hii Google Meet. Takuja kufanya wakati mwingine kitu kama hicho, pengine kuna kitu ambacho nitahitaji kuja kuwafahamisha eh, lakini sio katika YouTube. Naweza tu kutengeneza hii Google Meeting na nikaweza kushare kushiana nyinyi linki mkaweza kujoin basi, moja kwa moja mtakuwa tayari kwa ajili ya kuendelea kujifunza moja kwa moja tukiwa katika Google Meet. So, hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia Google Meet kuweza kutengeneza meeting na kuweza kuunganisha watu wengine, mkaweza kufanya kile ambacho mnahitaji kuongea ama kuweza kudiscuss. So, sina la ziada leo, katika video hii tuishie hapa. Unaweza kuingia in deep kuweza kuangalia hii Google Meet ni application ambayo inajikita katika maswala gani haswa, ili uweze kuitumia vizuri basi katika mambo yako ya uzalishaji huko katika kazi zako za kila siku. Natumai utakuwa umejifunza kitu kipya na tumeweza kuelewana kwa kile ambacho tumejifunza leo. Mimi na wewe tukutane wakati mwingine utakapokuja kujifunza jambo jingine hapa katika YouTube channel yangu. Ningeomba kama bado hujasubscribe, hakikisha umesubscribe YouTube channel yetu ili usiweze kupitwa na tutorial kama hizi. Na kama kuna jambo ambalo nimelizungumzia lakini sijaingia kiundani, unaweza kuniambia ili tuweze kujifunza kiundani katika video ambayo itafuata, niweze kuandaa na kila mmoja wetu asiweze kubaki nyuma. Asante sana, tukutane wakati mwingine.